Jirongo alikuwa kiongozi yule ambaye alikuwa na msimamo thabiti, kiongozi yule ambaye alikuwa wa kusema ukweli na tumesikia uchungu sana kumpoteza kiongozi kama Cyrus Jirongo. Vile ndugu yetu Eugene amesema tungependa maswali kadha wa kadha ya jibiwe. Kwanza tunashangazwa sana kwamba masaa karibu sabini na mbili yanaisha na mpaka sasa hivi hatujaambiwa ni akina nani wale walikuwa katika ile basi ya Climax. Hatuwezi kuwa na waluya sitini na tano wanasafiri wakienda nyumbani wapate accident ambayo ndugu yao wamekufa, alafu hakuna jina hata moja tumeambiwa. Masaa sabini na mbili baada ya kifo ya Jirongo, hakuna jina hata moja kutoka kwa Climax bas. Tungependa kuambiwa hiyo basi ya Climax ilikuwa imebeba wakina nani? sababu basi ya kwenda Busia inabeba Waluhya haituwezi kuwa tumempoteza Mluhya hapo, alafu jamaa mmoja peke yake ndio anakuja kusema kwamba alihusikana na hiyo uh, accident. So maswala haya sisi kama jamii tunasisitiza Rais wa Jamhuri ya Kenya kupitia uongozi wake aambie hao DCI kwamba we want those answers. Hatutaki maneno ambayo imeanza kuwa katika magazeti leo, mnaona wanaanza kuwekelea kusema kwamba kulikuwa na handbag katika gari, we don't want those side shows. Tunataka tuambiwe wale watu sitini na tano ambao yule dereva alisema walikuwa na yeye, walikuwa wapi? Hawakupiga picha yoyote? ni akina nani? we want those answers, so we are saying that tumekubali tumepoteza ndugu yetu, lakini tunataka hayo majibu and the buck stops at the president himself.